Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu leo Jumatatu tarehe 13 mwezi wa kumi, juma la 28 mwaka che, mwaka wa kanisa. Tafakari yetu leo itaongozwa na injili ya Luka sura ya 11 aya ya 29 hadi ya 32. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Sura ya kumi na moja aya ya ishirini na tisa hadi thelathini na mbili. Makutano walipokuwa makutano walipokuwa wakimkusanyikia Yesu alianza kusema Kizazi hiki ni kizazi kibaya kinatafuta ishara, kizazi hiki ni kizazi kibaya kinatafuta ishara wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa wanani, kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa waninawi ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa Kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki nao, wata, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristu. Wapendwa taifa la Mungu, kwa kawaida watu huhitaji ishara ili kuweza kuamini, na ishara inathibitisha kile wanachokiamini. Leo makutano wanadai ishara, leo makutano wanataka ishara kutoka kwa Yesu. Kiini cha ujumbe wa Yesu sio kuwafurahisha watu kwa miujiza na ishara kama walivyokuwa watu wengi kabla ya yeye kuja duniani. Kiini cha ujumbe wa Kristo sio kuwafurahisha watu kwa miujiza na ishara kama walivyofanya watu wengi Kabla ya Yesu kuja duniani, bali ni umuhimu wa toba. Yesu, kwa Yesu, umuhimu ni toba na sio ishara na miujiza. Watu wa Ninawi na Malikia wa Kusini wanaletwa mbele ya wasikilizaji wa Yesu kama watu waliokubali kutubu na kubadili maisha yao kutoka maovu hadi mema. watu wa Ninawi na Malkia wa Kusini wanaletwa mbele ya wasikilizaji wa Yesu kama watu waliokubali kutubu na kubadili maisha yao kutoka maovu hadi kuwa mema kwa njia ya mahubiri na mafundisho ya Nabii Yona na Mfalme Sulemani. Kwa ulinganifu hao wawili ni wadogo mbele ya Yesu ambaye ni neno wa Mungu. Ndio kusema wasikilizaji wa Yesu wanatakiwa waonyeshe jitihada ya juu kabisa na ya pekee katika kufanya toba. Wapendo wa taifa la Mungu, Yesu ametuwekea Yesu ametuweka huru wa kutuondoa katika utumwa wa dhambi kwa njia ya mateso kifo na ufufuko wake. Hivyo hatupasi kuwa kizazi kibaya kisichomwamini Yesu na wala tusiwe kizazi kinachotafuta ishara kwa Yesu. Kristu aliye mkubwa kuliko manabii wote, anatuelekeza katika njia ya umilele kwenye makao ya amani, ikiwa tu Tutakuwa tayari kufanya toba ya kweli. Tumwombe Mungu afungue mioyo yetu ili tuweze kufanya toba ya kweli katika maisha yetu. Tumwombe Mungu afungue mioyo yetu ili tuweze kufanya toba ya kweli katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa nami Shemasi Deodati Zawadi Njau wa jimbo Katoliki la Lindi.